Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuwepo hapa siku ya leo. Hatimaye ni washukuru wana Makangala, Makangala. Ni washukuru wana Makangala kwa mapokezi yenu mazuri na makubwa, jipigieni vigeregere na makofi. Kwa kweli Makangala mmetia fora. Hongereni sana viongozi wote mliopo meza kuu, wananchi wenzangu, na CCM wenzangu wana hamasa, oh, yeah. Viongozi wa dini ya like Kiislamu na Kikristo like wana habari, wana muziki, vikundi vyote vya hamasa, ndio mabibi la mabwana na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na ukazi na utu. Amani ya Mwenyezi Mungu yuwe juu yenu. Asanteni sana. Leo niko mbele yenu kwa kazi kubwa hii. Moja tu ndiyo kazi ambayo imetuleta, na kazi iliyotuleta ni kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu ya Tanzania na kwa chama chetu chama cha, machietu, cha macha, mapinduzi ibara ya tano fasili ya kwanza. Fasili ya kwanza maana yake ni ibara ile unaandika namba tano alafu unaweka mabano, halafu ndani yake kunakuwa na neno moja, ndio inaitwa ibara ya tano fasili ya kwanza ya chama cha mapinduzi yes. Baada ya miaka mitano tunaingia kwenye kuomba kura na chama cha mapinduzi, kazi yake kwa ibara ya tano ni kushika do kushinda na nafasi zote. Nafasi zote hizi ambazo tunatakiwa tushinde ni nafasi ya rais, nafasi ya ubunge na nafasi ya udiwani, ni sisem. Kwa hiyo tumekuja kuomba kura kwa wananchi. Wananchi maana yake sio, sio timu zile mbili kubwa kama timu ya Yanga na timu ya Simba, tumekuja kuomba kura kwetu sisi wote, bila kujali itikadi ya chama. Kura hii tunaiomba kwa wana CCM na wasiokuwa wana CCM na wana vyama vingine na wale wenye vyama vingine, wote hawa tumekuja kuwaomba nini? Kura tarehe 29 ya mwezi wa kumi, ambao leo kama mlivyoambiwa pale mwanzo, leo ni tarehe 2. Sasa ifikapo tarehe 29 ya mwezi wa kumi mwaka 2025, wote tunatoka kwenye majumba yetu tunatoka tukiwa tumeshapata chochote. Kama ni uji utakunywa, kama ni chai utakunywa, kama umezoea kulamanda asubuhi utakula, kama chochote umezoea muhogo kuchemsha ukala utakula, hatimaye wewe, mume wako kama una mume, kama una mume mwenyewe, na watoto wako na ndugu zako, naukanaomlendani wenye umri uliotimia kwenda kupiga kura wote, mnatoka mnaenda kwenye kituo cha kupigia nini, kura. na ukisha yeah, yeah, yeah. Na ukifika kule unapiga kura, na kura hiyo unayopiga ni kura ya ndiyo, na unapiga kura kwa Chama cha Mapinduzi kwa sababu nimeomba kura kwa hakuna mtu asiyetaka nini maendeleo? Maendeleo yatapatikana kwa CCM oye! Kwa hiyo siku ile unachukua kalamu yako unatiki. Haya, mlete Daktari Samia, mlete hapa, mlete Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aya, tuletee mwenyekiti CCM. Sasa tumekuja kumwombea kura Daktari Samia Suluhu kwa makubwa aliyoyafanya katika jimbo letu la Mchinga na taifa kwa ujumla wake, wow. Nataka ni aseme mambo mawili tu au matatu ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika taifa hili la Tanzania na ameyafanya katika jimbo letu la Mchinga. CCM oyee, yeah. Daktari Samia Suluhu Hassan kikubwa alichokifanya katika sekta ya afya ni kuhakikisha watanzania hawasumbuki tena kwenda nchi za ughaibuni au kwenda nchi za ng'ambo kutafuta tiba ya moyo, tiba ya figo, sisi moye, yeah. Huduma hizi sasa zinapatikana hapa hapa kwetu Tanzania, Mwimbili na Mlonga Nzila pale Dar es Salaam. Ukiwa na tatizo la moyo unatibiwa Dar es Salaam. Ukiwa na tatizo la figo unatibiwa Dar es Salaam. Zamani ulikuwa unaenda India kuto kuwekwa figo, sasa hivi upatikanaji wa figo unapatikana katika nchi ya Tanzania, yeah. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Yeah. Hakuna tena, hakuna. Hilo la kwanza, la pili, Daktari samia Suluhu Hassan amehakikisha anamtua mama ndoo wapi kichwani, na hili amelifanya kwa nchi nzima na kwa jimbo la Mchinga amelifanya. Sasa hivi jimbo la Mchinga lote lina maji na hata pale pasipokuwa na maji, ndio maana tunasema tuchagueni sisi, mchague Daktari Samia Suluhu Hassan, mchague Salma Rashid Kikwete, mchague Katoto ili tuendelee na kazi ya kuleta maendeleo katika jimbo la Mchinga lete pale ambapo tunazungumzia swala la maji. Sisi oye

mazuri sio? Mazuri haya. Leta habari, leta habari. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza naomba niwete salamu za Wanamchinga, wanaishukuru sana serikali kwa kuwapatia maji safi na salama, wakati ule ambapo serikali ilitupatia bilioni 12.4. Swali langu ni kwamba hii ilikuwa ni phase 1. Sasa phase 2 lini serikali itatupatia ili kuhakikisha kwamba wanamchinga wanapata maji safi na salama kwa sehemu iliyobakia? Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Spika napenda kujibu swali la mheshimiwa salma kikwete kama ifuatavyo mheshimiwa naibu spika nilikuwepo lindi nilikutana na mheshimiwa mbunge jadili, na tulijadili na sisi ya kwanza kweli serikali imefanya kazi kubwa sana kwa kazi ambayo ilifanyika na mbunge kwa kuomba fedha hizi serikalini bilioni 12.4 nampongeza sana mheshimiwa mbunge kwa kazi hiyo nzuri lakini vile vile alinieleza kuhusu awamu ya pili na serikali tumeshalipokea na tuko kwenye mchakato wa kutafuta fedha ili awamu ya pili ikaanze na wananchi wa Mchinga katika maeneo ambayo yamebaki. Na kweli kabisa, nakumbuka kuna eneo ambalo watu wa kule hawana kabisa maji, na sisi tumeichukua kwa uzito wake. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge, tuko kwenye hatua nzuri kabisa kuhakikisha kwamba tunapata fedha ili wananchi hao wapate huduma ya maji safi na salama, baada ya kutekelezwa mradi wa awamu ya pili. Nitalisema ili ni kero kwa Watanzania, ni kero pia kwa wana Mchinga kama jimbo. Jambo hili ni kwamba mgonjwa akiugua akipelekwa hospitali, hasa pale Muhimbili, kulikuwa na utaratibu mgonjwa, bahati mbaya, Mwenyezi Mungu akimuhitaji, kupata ile maiti ni kazi, kupata ile maiti ni kazi, kazi. Sasa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kujua na kuwatambua Watanzania ikwao ni kero, amesema ndani ya siku mia moja za utawala wake mara atakapopata ridhaa ya kumchagua tena kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, atalishughulikia jambo hili na maiti ikiwepo pale Muhimbili haitabaki tena, watachukua ile maiti wale watu wanaohusika na maiti ile, alafu lile deni litaenda kwa utaratibu maalumu. Nani kama Mama Samia nani kama Mama Samia? Hivi kuna mtu anayependa maiti yake ikae zaidi ya siku thelathini? Pale kwa mfano, mama yako kafa, baba yako kafa, mwingine hana kitu, asaa basi naachia na achia, na achia, o wow, hiyo maiti inawezekana. Ndiyo maana Mama Samia amesema nitaruhusu maiti zote na atashughulikia ndani ya siku mia moja. Kwa hiyo, baada ya utawala wake siku mia moja zikigonga jwaa, Mama Samia anaishughulikia hilo. Ndio maana tunasema mchagueni Daktari Samia Suluhu Hasan. Hayo ni mambo matatu, lakini kuna mambo mengi ambayo tumejipanga, amejipanga kuhakikisha changamoto zile zilizobakia zinaendelea. Daktari Samia Suluhu Hasan, tunatek, tunatek, tunatek. No, tuna tech. Tuna tech. Tuna tech Salma Kikwete sisiemue, maana yake sehemu moja. Yani, unatiki kura ya kwanza kwa rais, unatiki kura ya pili kwa mbunge. Sasa bahati nzuri kwenye jimbo la mtu kura za maoni, nilikuwa mwenyewe kwa zamani nilikuwa Asanteni sana Wanamchinga kwa kunipa heshima hiyo kubwa mkasema <coughs> kwamba sisi hatumtaki mwingine, tunamtaka Salma Rashid. <coughs> Sio tunamtaka, hatumuone hapa hivi. Nani atavaa viatu vya Salma? Mkasema hakuna. Basi baada ya hapo, tukaingia kwenye kura za, tukaingia kwenye ile jambo la wote kule, si ndio? Tulipoingia ku pele ya wote, kuna baadhi wakajitokeza, lakini baada ya kujitokeza, wakasema sisi hatuwezi kuvaa viatu vyako, wakachomoa sisiemu. Walipoona hawawezi kuvaa viatu vyangu, wakasema mama, kwa heshima kubwa uliotupa na kila kitu tunachohitaji, basi sisi, basi tunakuunga yemuy kwa maana hiyo, kwenye jimbo la Mchinga, leta ile karatasi. Oh,

Dopicha yake amejifunga kilemba cheusi, amevaa ilegi kama jiji, na amevaa shati kama hili la kijani, na amevaa mawani yake kama hii, si naiyona eh? Ndio ile kwa hiyo eh? Kila kitu kinafanana sio, naposijokasema na sikuona, sikuona, sikuona, ndio maana tumekuletea pale ili muone kwa vizuri, alafu baada hapo kuna ndio na hapana

ya e ya mbunge yambuya mbunge. Sasa uletea ya diwani Mama Salma Kikwete ndo mbunge wetu, waiona Mchinga waumeaaam. Sasa hii hapa ndio ya mheshimiwa diwani. Kwanza juu hapa kuna chama fulani hapa, sawa yeah. nee ki chama chaneni nacho Unakuja chini yake unakuta CCM, alafu hapa unakuta tatoto alama, ndio unaweka ile tiki ndani yake, ndani hapa ndio unaweka nini tiki. Ukishaweka tiki, unakuja unaenda kuweka kwenye nene kwenye sanduku, hatutaki kuweka kitu kingine

Imeboreka miundombinu ya leo si ya mwaka ishirini na ishirini. Uongo kweli? Elimu tumeboresha, leo tumepiga hatua sana kwenye elimu. Pamoja tunatambua changamoto za hapa Makangala ni pamoja na utatabu wa shule yetu ya msingi, lakini kwa kipindi cha miaka mitano tumefanikisha kufanya maboresho katika maeneo mengine ya kata yetu hii ya wapi ya Rutamba. Sisiemu oye! Tumefanikisha ujenzi wa shule mpya ya mpia, kisasa msingi katika kijiji cha Rutamba ya sasa zaidi ya milioni mia mbili na hamsini. Mtu akiingia Rutamba tu pale kwenye kona ya kuenda Rondo akaenda mbele kulia kwake kuna nini? Kuna shule moja nzuri sana. Uongo kweli? Na watu wa, wasiotutakia heri wanasema shule hii ingekuwa kwetu, kwenu wapi Ingekuwa kwenu huko kwenu wapi, ambako una, wewe ndio unastahili? Wanarutamba wastahili wapi? Eh? Yes. Kwani amestahili kupata shule nzuri yenye, amestahili kupata maji safi yenye, amestahili kupata umeme. Sasa sio asiotutakia mema hivi hey, na umeme umekuja mpaka huku mashambani huko. Eh? mpaka huku mashambani wameleta umeme, maana yake huku tunaitwa mashambani Sasa

CCM oyee! Yeah. Tunafanikisha ujenzi wa shule shikizi katika kijiji cha Micheo pale mwanzoni kabisa mwa jimbo letu la Mchinga, pale ndo tuna, tumepata shule shikizi na shule mpya ambayo shule ile ilikuwa haipo kwa muda mrefu haijamalizika. CCM oyee! ambapo ujenzi wa madarasa manne na matundu ya vyoo umekamilika. Zaidi ya shilingi milioni mia moja na sita imetumika. CCM oye! Tumefanikisha ujenzi na, tumefani na ukarabati wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Rutamba na Chilala. Rutamba oye! wakina tambua tuna hospitali yetu ambayo tulirishi kutoka kwa nani? Kwa wana Mozambiki, sawa kwa Mozambiki. Lakini tumepambana na sasa hivi tumepata pesa milioni mia sita na sitini, kazi ya ujenzi inaendelea pale Rutamba ya sasa, na kila kitakuwa ni kituo cha afya kama vilivyokuwa vituo vingine. Pata dharura pa unakwenda Rutamba unatibiwa, ikishindikana kabisa unapewa rufaa kwenda mkoani. Kwani ikishindikana unapewa rufaa kwenda kwenye zoni. Zoni ikishindikana unaenda taifani. CCM oyee! Mbali na changamoto zinazoikabili zahanati yetu ya Makangala bado tunaendelea kutoa huduma za matibabu kwa kufanikisha ongezeko la vifaa ba na dawa, na ndio maana tunasema tuchagueni, ili tuhakikishe kwamba hizi changamoto tunafanya nini, tunazisukuma kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyo tujalia, kama sikumaliza kama kama sikupunguza, bali ni kumaliza zote. Hivi igali imeiona mjaiona haya? Ah, yeah. Piga nanii Wamefurahi, wanamchinga, wanamchinga wamefurahi, wana Makangala wamefurahi. Sasa unaweza sasa, sijui hapo utafanyaje, sijui utazunguka hivyo hivyo hivyo hivyo, halafu urudi utaona linalofaa. CCM oye! Lakini njia ipo ya kuzunguka hii. CCM oye! CCM oye! Haya, angalia watotototo, gari naondoka. Haya, tumefanikisha ujenzi wa zahanati mpya kabisa katika kijiji cha ja Ruoma, walikuwa hawana zahanati hata kiteme. Ruoma wana zahanati sasa hivi. Kuhusiana na suala la kilimo, tunatambua asilimia tisini ya wananchi wa jimbo la Mchinga ni wakulima. Serikali inahakikisha inaendelea kuboresha sekta hii kwa kufanya mambo yafuatayo. Tumeomba mradi mkubwa wa kilimo cha umwagiliaji katika bonde la Kinyope na hapa tume, tukapata au tumepata pesa 31 bilioni nukta 3 na hii pesa huo mradi yani, inaondoa mashaka ya watu wa jimbo la Mchinga. Tunaweza kulisha Mchinga, tunaweza kulisha Lindi, tunaweza kulisha na mkoa wote wa Mtwara. Sisi moye, sisi moye, na ndio maana tunasema Mchinga kuchele, tuchape kazi na kazi ifanye nini? Kusimamia, yeah. mm -hmm. upatikanaji wa pembejeo za kilimo hasa ako rosho na kama mnavyotambua rosho sasa hivi imetutoa kutoka pale ilipo mpaka kilo shilingi elfu nne si jambo dogo do. Simoy kwa ajili masa kilimo kusimamia maslahi ya wakulima kwa kuongeza bei ya zao la korosho, kama ilivyosema hapo mwanzo, pamoja na ufuta, kwa sababu tunalima korosho, ufuta na zao jingine kama imen imene. Si, Eh, mali ya asili hapo ndo kuna changamoto. Leta habari ya mali asili hapo. Tembo, tembo, sio? Baada ya kuyasema hayo, kwa kweli ninawashukuru sana, ninawatakia kila la heri. Mwenyezi Mungu atujaze heri, tuwe salama, tuendelee na shughuli za kampeni, kuhamasishana watu wote katika maeneo yetu na kuomba kura mtu kwa mtu.